Turudishe umoja wa kitaifa, sote twendeni, tuambizane kwenye ibada. Tukienda njia hii tuliyotaka kuifuata, hakuna atakaye shinda, tutapoteza taifa, hakutakuwepo na mshindi. Hili si jambo la kuonyesha ubingwa kwenye kugombea taifa letu.